Hadi kufikia sasa inaonekana ya kwamba kundi la Hamas limekataa kuweka silaha chini kama ilivyosainiwa katika makubaliano haya ya kusitisha mapigano, makubaliano ambayo yamesainiwa kati ya Hamas na Israel na mataifa ya Kiarabu katika ukanda huu wa Mashariki ya Kati kwa ushirikiano na Marekani. Hamas imewatumia ujumbe wanaharakati wake kulinda doria katika maeneo tofauti ukanda wa Gaza, katika maeneo ambayo tayari jeshi la Israeli limeweza kuondoka. Hivyo basi, Hamas limewatolea wito wanaharakati wake wote kulinda doria na kuhakikisha kwamba usalama unarejea katika maeneo hayo. Kitendo hichi cha wapiganaji hawa wa Hamas kurejea katika maeneo hayo kulengula kwa lengo la kuhakikisha usalama limepelekea mjadala kuweza kuibuka na kuashiria kuwa Hamas bado haijakubali kuweza kuweka silaha chini kama ilivyo katika makubaliano yaliyosainiwa. Rais wa Marekani wakati akirejea mjini Washington ameulizwa kuhusu kuundwa, aidha uwezekano wa kuundwa taifa la Palestina, alijibu kuwa kwa sasa bado anafikiria, kitendo ambacho mataifa ya Kiarabu yaliyoshiriki katika mkutano huo yanafahamisha kuwa kuundwa kwa taifa la Palestina ndiyo suluhisho pekee katika mzozo huu wa miaka mingi uliopo kati ya Israeli na Palestina. Katika maeneo ambayo jeshi la Israeli limekwisha ondoka katika eneo hilo la ukanda wa Gaza, wapiganaji hawa wa Hamas wamerejea katika maeneo hayo na tayari wameshakwishaanza zoezi la kuwakamata wale ambao wanatajwa kuwa ni wasaliti ambao wanakwenda kinyume na malengo yao ya wanaharakati, inawataja kuwa ni wasaliti ambao wanakwenda kinyume kabisa na malengo ya Wapalestina ambao wana matumaini ya kuunda taifa la uhuru la Wapalestina. Vilevile inaripotiwa ya kwamba kulikuwa na makabiliano kati ya Hamas na makundi mengine ambayo yanaonekana ya kwamba malengo yao ni tofauti na malengo ya Hamas.